Unajua, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeona niwaite mm. hawa we, wewe pamoja na hawa wenzetu wa TAMISEMI mm. kwa ishu moja tu mm. unajua, pamekuwa na, na maagizo mengi mengi mm. na maagizo haya mengine mm yana yanakuwa na, ya na, na mwelekeo wa kuchonganisha serikali na wananchi wake najua. mm -hmm. Kwa bahati nzuri tuliozunguka kuomba kura mm -hmm. za wananchi mm -hmm. ni mimi na wewe pamoja na waheshimiwa mm -hmm. wabunge mm -hmm. wakina Jafu hao ndio wanajua hali halisi za shida za wananchi. mm -hmm. Sina uhakika kama wapo wengine zaidi ya sisi tunaojua shida za wananchi. Wewe ulipozunguka maeneo yako yote wakati ukiomba kura, ulipata malalamiko ya kila maeneo. mm -hmm. Mimi nilipozunguka maeneo yote nilipata malalamiko ya kila maeneo na ya wananchi na kero zao. Waheshimiwa wabunge walipozunguka maeneo yote, maeneo yao yaliyokuwa yanawahusu hmm. ya walipata malalamiko ya wananchi hmm. na wakaahidi kwamba watayatatua kwa njia fulani fulani. Waheshimiwa madiwani nao walizunguka, na ndio maana watanzania wakakaa wakaamini kwa yale tuliyokuwa tunayazungumza kwa wananchi kwamba tutayatatua hmm. na nafikiri hayo ndio matumaini yao wananchi. Sasa kwa hali inavyoelekea kwa sasa hivi, pameanza kuwa panajitokeza amri za ajabu ajabu, hasa zinazotolewa na viongozi ambao tuliwaamini kwamba watatekeleza yale tuliyowaambia wakatekeleze, na swala moja ambalo limeniudhi kidogo ni hili swala la umachinga. Mm. <coughs> Mimi na wewe tulizungumza kwamba tutatengeneza mazingira mazuri kwa mm. wamachinga, Ndio. watafutiwe maeneo, maeneo ya kufanyia biashara zao mm. kwa utaratibu ulio mzuri <coughs> na mimi nafahamu kabisa huwa sipendi wa machinga wafanye kazi kwenye road reserve mm. na hili nimekuwa nikizungumza tangu nikiwa waziri wa ujenzi mm. lakini katika maeneo mengi especially, nilipokuwa Mwanza mm. nilipata malalamiko haya mm. na nikazungumza mkutano hadharani mm. kwamba wa machinga hawa ndio waliotupa kura sisi mm wakatuweka madarakani mm. lakini hakuna sheria katika nchi hii mm. inayosema mtu wa biashara ndogo ndogo au machinga hatakiwi kukaa katikati ya mji mm. Tukianza kwenda kwenye utaratibu mm. mm. wa namna hiyo, maana yake tumeanza kutengeneza magrupu ya watanzania mm. kwamba kuna watanzania fulani ambao ni klasi fulani wanatakiwa kukaa katikati ya mji mm -hmm. na Watanzania wa, wa klasi fulani hawatakiwi kukaa katikati ya mji. Huo si mwelekezo wetu na wala ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo mimi na wewe tulipita kukinadi mm -hmm. Hakuna mahali popote panazungumza kwamba tunatengeneza klasi za watu mm -hmm. wanaostahili kukaa mjini na wengine hawastahili kukaa mjini mm -hmm. Sasa nimeona hili nilirudie kulizungumza mm. na nataka nilizungumze imara ya mwisho, sitarudia tena kuzungumza mm. pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza fukuza tu watu wa machinga walioko mjini mm. bila utaratibu ishu imejitokeza Mwanza. Nde, yeah. na nawapongeza sana wamachinga hawakufanya fujo, wametulia mm. Nilizungumza kwenye mkutano wa biafula hadharani mm. Kwamba hawa wamachinga msiwatoe jiji mm. Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao Nde, yeah. Ili wasizagae <coughs> zagae, zagae. Mm -hmm na nilitoa mfano, mnaweza hata mkafunga barabara, kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania ndiyo, mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio litakuwa eneo la machinga kufanya biashara. ndiyo, kufangu. Ndiyo. Ndiyo. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiroleni, nendeni sijui wapi wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule. mm. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga. <coughs> Alikuwa na wakina mama siku moja walikuwa nalalamika pale, wanatolewa kule feri, wanafanya biashara ya samaki. mm. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake? Ndio. Mm. Maana nimemuita naibu waziri wa Tamisemi na katibu mkuu wa Tamisemi wawaeleze wote wanao- wanaowaongoza wasiwabugudhi wa machinga, wala hawakupenda wao kuwa wa machinga, ni kama ambavyo wao hawakupenda kwa sababu wala hawakuniuliza nilipokuwa nikiwateua katika nafasi zao. Wakitaka kumuhamisha machinga kwenda eneo moja au lingine, wazungumze nao kwa utaratibu mzuri na wanakowapeleka liwe ni eneo kweli litakalowasaidia wa machinga kufanya biashara kwenye soko. Kwenye soko ambapo wao watafaidika na wao kufanya biashara, lakini si kutum... polisi wanatumika vibaya wazungumze nao wamachinga, kwamba jamani tumeshatengeneza eneo hili nendeni, hapa, nendeni mfanyie biashara wa hapa. Wamachinga watafanya watakubali, lakini si kila siku mtu nawafukuza, unapowapelekea wala hujatengeneza mazingira ya kuwafanya wakafanya biashara be. Sasa ndio maana nimemuita naibu waziri, katibu mkuu kama kuna mkuu wa mkoa DC au mkurugenzi anayeona maelekezo yangu haya, hakubaliani nayo, aache kazi. Sisi ndiyo tunajua shida za wamachinga sio wao. Makamu wa rais anafahamu kwa sababu alizunguka akaona. Ni lazima tujipange, tutengeneze mazingira mazuri. Tunapokuwa na wafanyakazi hewa serikalini zaidi ya kumi na tisa elfu tunapokuwa na wanafunzi hewa zaidi ya sitini na tano elfu tunapokuwa na mishahara hewa na kadhalika, wajue, wasishangae kuona tuna wamachinga wengi katika nchi hii. Tuliwatengeneza sisi, ni lazima tuwatengenezee mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara yao na kuishi. Sasa ndio maana nimewaita ne nenye viongozi wa Tamisemi, kawaelezeni wawaache wamachinga fanye biashara maeneo yao wawatengeneze mazingira mazuri. mm -hmm. lakini nitoe wito kwa wamachinga kwamba amri yangu hii isije sasa ikawa ndio chanzo cha wao kufanya biashara kila mahali mm -hmm. na kujenga mabanda kila mahali. wanapofanya biashara katika maeneo fulani, wasijenge mabanda kwa sababu pia yanachafua mandhari ya mandhari ya miji yetu, inakuwa kila kila mahali pamejaa mabanda ya ovyo ovyo. Lakini mimi nakubaliana na wao kabisa, wamachinga kwamba wana haki ya kufanya biashara katikati ya miji, kwa sababu katika miji hii, si machinga, si mtu wa hali ya juu, si mtu wa hali ya chini, ana haki ya kuishi na watendaji niliowapa mamlaka ya kunisaidia wakatekeleze maagizo yangu, wasikwepe maagizo yangu na wala wakayafanya vinginevyo bila konsandi yangu. Nilitegemea uongozi wa mkoa wa Mwanza kwa vile nilizungumza hadharani, wangekuja wakanieleza kwamba tumepanga utaratibu huu, lakini watu wanawa swaga tu na waswaga tu, wanatumia polisi wanafanya vitu gani? It, it can't be, this is not possible. Sasa ninafahamu hawa watu niliowapa madaraka wanayapenda madaraka yao, wakatekeleze tunavyotaka sisi, sio wanavyotaka wao. Yako mambo ya msingi tuliyoahidi ni lazima yakazingatiwe tutengeneze mazingira mazuri ya kuwene, ya kuwafanya hawa wafanyabiashara wa, wafanya kazi kwa raha. Kama wanafikiri kukaa Mwanza kwa mfano, kwa Mwanza na toa mfano wa Mwanza. Kama wanaona kukaa mjini hawapapai, wawape hata furahisha, waache kuwa wanafanizia mikutano pale furahisha, yote hiyo ya wamachinga, kwani kuna ubaya? kama wanaona furahisha haiwafai, waope hata Nyamagana wakakae umo wa machinga wakafanya kazi, kwani Nyamagana simejengwa na serikali? Kwa sababu haiwezekani watu kila saa huyu anatolewa mjini, huyu anatolewa mjini, huyu anatolewa mjini, hawatengenezi mikakati mizuri. Kila unaposikia mkuu wa mkoa ni kufukuza tu, we can't, haiwezekani. Sasa ndio maana nimewaita nenye, nenye ndio wasimamizi wa TAMISEMI na mimi pia ni waziri wa TAMISEMI. <coughs> Ninafikiri maamuzi mengine natakiwa pia kuhusishwa, na ni hayo hayo ndio yamekuwa yakitokea. Unakuta mkuu wa mkoa anasimama mahali anafukuza watu, kijiji kimesajiliwa, yeye ni kufukuza tu polini, hawajajua mahali pa kuwapeleka, hawajui kuelewa kwamba maeneo mengi ya nchi hii yamepewa wawekezaji. Kuna mwekezaji mmoja amepewa eneo karibu wilaya sijui ngapi, zaidi ya hekta 35000 na alipopewa akaenda kukopa fedha Uholanzi. Kwa hiyo eneo hilo kwa sasa hivi haliko chini ya Tanzania. Tunaweza kuwa tunazungumza nchi yetu ina ukubwa wa hekta 950000 square kilometa, lakini 35000 elfu sio zetu, kwa sababu amechukua hilo eneo hajali develop akaenda akaliwekea kwenye mortgage kwenye mabenki kule Uholanzi akakopa fedha na mtu huyo huyo alikuwa anatafuta tena eneo lingine la hekta sitini na tano elfu wako watu wa namna hiyo hiyo wengi tu wamechukua maeneo yetu na ndiyo maana saa nyingine watanzania wanakosa hata mahali pa kuchungia ng'ombe wanakosa hata mahali pa kwenda kulima, kwa sababu kuna eneo lingine zaidi ya asilimia 30 ya, ya ya eneo la Tanzania ni hifadhi ya taifa. Maeneo mengine makubwa makubwa wamebinafsishwa watu wakubwa wakubwa, wala hawayaendelezi. Kwa hiyo watu wanakosa mahali pa kulima, watu wanakosa mahali pa kuchungia, mifugo imeongezeka halafu tunabaki sisi viongozi kutoa maamuri tu. Sasa hii tubadilike, tutengeneze utaratibu kwanza mzuri, tusolve haya matatizo kwamba hawa wamachinga wanaofanya biashara mahali fulani tumewaandalia mahali fulani, waende, waende pale wakafaj... na tunapowaandalia tuwaandalie mahali ambapo pata facilitate business zao ukiwakuta watu wako kwenye eneo fulani, polisi, usiende ukachoma vitu vyao. Tujue kwanza matatizo yakoje, kwa sababu matatizo ni mengi. Tuna create problem badala ya ku create solution. Kwenye machimbo ya madini nayo imekuwa ni hivyo hivyo, unakuta watu wako population zaidi ya watu elfu tatu wanachimba pale, wanapata riziki yao Kiongozi wa serikali anakwenda, anakwenda, anawafukuza wale, ati kwa sababu ya mwekezaji mmoja. Watu wako pale, wanajitafutia riziki yao, wanachimba madini yao. Nimeona jana Shinyanga, kwa mfano, na Tabora. Sisi viongozi tulioko serikalini, unakwenda tu kulopoka tu, ondokeni hapa, hili eneo la mwekezaji ni nani? Kama ni la mwekezaji situlifute mwekezaji ndiye anakuwa juu ya watu tunaowaongoza. Wanaenda watu wanaenda wanapatafuta wanaanza kuchimba wanachimba hata kwa miaka sita mm -hmm. au miaka kumi wakishaona kuna dhahabu, panatengenezwa huku mm -hmm. kwenye wizara ya nishati na madini, mtu mm -hmm. anapewa leseni mm -hmm. hilo ni eneo langu mm -hmm. we can do that. mm -hmm. kwa hiyo na wale wa Shinyanga sijui ni kijiji gani ambacho naibu waziri aliwaambia waondoke, hawaondoki, wanabaki pale. Wapange mipango ya kulifuta hiyo leseni ya huyo mwekezaji. Kwa nini wawekezaji wanakwenda kutafuta tu mahali ambapo pana watu, watu wanajichimbia wenyewe, wanapata riziki yao, halafu anakwenda anatafuta? Na wawekezaji hawa saa nyingine matapeli tu. We. Ni lini Watanzania maskini watakuwa wawekezaji katika nchi yao? Kwa hiyo serikali tunayoiongoza mimi na Samia, ambao ndio tuna wajibu kwa wananchi, hakikisheni mnazingatia haya maagizo yetu. Hakuna kuwafukuza watu ovyo ovyo kwenye maeneo ambayo watu wameshaanza kuchimba dhahabu wamejitafutia wao, wanatafuta riziki yao, wow, wanapata ajira wao. Lazima hao wow, wahusika kama ni mawaziri wao wanatuuliza kwanza sisi. Sisi ndio wenye serikali, sio wao. Wanapotaka kuhamisha wamachinga kupeleka mahali fulani, lazima tujiridhishe sisi kwamba kuna eneo la kuwapeleka ambalo kweli litakuwa na faida kwa wamachinga katika kufanya biashara. Matamko yangu haya hayana maana kwamba watu wasiheshimu sheria na kufanya kiholela wanavyotaka. Wamachinga nao waelewe, na hao ninaowatetea nao, nao waelewe, tuzingatie sheria, lakini si kuwaonea watu wanyonge ambao sisi tumeapa kuwatumikia mm-hmm. na kutafuta solution za matatizo yao na sisi tukawa pate ya solution Ninarudia, naibu waziri huko hapa, na katibu mkuu, kama kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa, wa wilaya, mkurugenzi, au kiongozi yoyote anayefikiri haya maagizo yangu yanamkwamisha aache kazi, kwa sababu ni mimi na Samia ndiyo tulizunguka kwa wananchi, tunafahamu shida zao. wao wameupata ukuu wa mkoa, wala wengine hawakutegemea kuupata. Hata ukuu wa wilaya wameupata, wala wengine hawakutegemea, hawakuomba mahali popote. Tuliamua tuwape wakatekeleze haya tunayoyataka sisi, si kwenda kunyanyasa watu. Wewe unafahamu Mheshimiwa naibu Waziri, twende kule kwako kwa Kisarawe tukafukuze fukuze tuwa, tu watu waliokuwa na kupigia kura waliokuamini inakuja haiji, lakini hawa wengine hawana political responsibility. Ninarudia, na hii ni mara ya mwisho, kawambieni hata wamachinga wa Mwanza, wa wakaendelee kurudi kwenye maeneo yao mpaka watakapowatengenezea utaratibu mzuri. Kigamboni hapa palikuwa na wamachinga eneo fulani, wamehama vizuri kweli, wakatengenezewa miundo mbinu yao soko lao, na sasa hivi wanafanya kazi vizuri. Katibu mkuu, unafikiri ni shahidi wewe, si unakaa Kigamboni, walijengewa soko lao, wakaambiwa sasa jamani, hapa mwondoke, mwende huku. Wameenda na wanafanya bisnesi zao vizuri, hakuna complain, na waliwashirikisha viongozi wa machinga imekuwa amri tu, amri tu, na wengine wanatumia hata msemo wa hapa kazi. Mimi sikusema hapa kazi ya namna hiyo. I hope mmetuelewa. Wale waliofukuzwa Shinyanga wanabaki pale pale, kama ni leseni ya huyo mwekezaji waifute. Mheshimiwa Makamu wa Rais, fuatilia hili mweleze, waziri wa nishati na madini waache kufukuza wananchi ovyovyo wale wanapata riziki yao, wanasomesha watoto wao, wanavaa nguo, wanafukuzwa tu. Na ndizo ajira zenyewe, na ndio ajira zenyewe. Tulisema tunatengeneza ajira mm -hmm. Wewe, mwekezaji ni mmoja, unakwenda unafukuza watu elfu tano mm -hmm. Hai, haiwezekani wala aingie akilini eh. Kwa hiyo ninyi kalisimamieni hilo, na nimezungumza leo. Siku ile nilizungumza Mwanza nilifikiri hawakunielewa hawa. Leo nimezungumza ni mara ya mwisho, sitazungumza tena sijawazuia wakuu wamekuwa kufanya kazi ma DC na wakurugenzi, lakini kwenye hili linalohusu masilahi ya watu wengi walitatue kwa kuangalia utu, ubinadamu kama upo, lakini na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tuko hapa kwa ajili ya kutetea watu wanyonge, sio watu wakubwa tu. Na hilo sisi ndio tulioahidi kwamba sisi tuko kwa upande wa watu wanyonge Sio watu wakubwa. Wakubwa wametetewa mno kwa miaka hamsini. Sasa tunageuka kutetea wanyonge ili wafurahi na matunda ya nchi yao. Sasa ninye mlioko TAMISEMI, kasimamieni hilo. Ila kama kuna kiongozi yoyote ambaye anafikiri maagizo haya haliziki nayo, aache kazi hata kama ni leo. Jamani, asanteni.